Imenifundisha maisha kwa namna nyingi. Kwa hiyo mimi nina furaha kubwa kuona e, utumishi huu unaendelea. Nimejifunza kwenye outreach, nilihudhuria outreach ya kwanza Mbeya Kiwira, nikahudhuria outreach ya pili Ngomero, nikahudhuria outreach ya tatu Ipala, nikahudhuria outreach ya nne Imarutwa na hii nimehudhuria outreach yangu ya, ya tano nikiwa sio mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu sana sana sana. Haya yote yanakuja ni kwa sababu namna ambavyo Mungu amenifundisha kupitia jumuiya hii inanipa mzigo wa kutamani kuendelea eh, kuona inaendelea kukua, kuendelea kuona inafikia yale maono ambayo yapo. Kwa hiyo ni shauku yangu na mzigo wangu. Hata wewe ambaye uko hapa ambaye unasikia pengine haya machache ambayo nazungumza, mtu ambaye unamuona huko jirani naye hapo ni mtu wa thamani na mtu wa muhimu sana. Maisha ni jumla kuhusu anasema network, huyo ambaye unamuona hata mwingine ambaye pengine hujawahi kumjua jina na uko naye humu, humu ni wa thamani, ni wa muhimu. Najua ipo siku ambayo utamhitaji na utatamani afanye vitu kwa ajili ya maisha yako. <coughs> Usizungumze mambo mengi sana, kwa sababu na wenzangu pia ni wakaribisha. Wakati huu atazungumza kulingana na protokali. Tutaanza anasema na, na, na, na alumni walio mwaka 23 24 Alafu watakuja wale wenzetu wa miaka ya nyuma. Basi, wakati huu nimkaribishe Dada Miriam. Karibu kwa kitu na sababu ya kukana upentekoste cha kwanza, nikiwa natafuta nijue ukweli uko wapi, nikawa nimepokelewa UPSF. Namshukuru Mungu nikaanza kutumika hapo, nimemwona Mungu kwenye mambo mengi. Nina mambo mengi ambayo naweza nikayazungumza vile ambavyo Mungu amekuwa akifanya kwenye maisha yangu. Nakumbuka ni outreach ya kwanza kabisa, nikawa sina hela kabisa yani. Lakini nikaweka imani kwamba hii outreach naenda nikaone, kama ni uongo sirudi tena <laughs> <laughs> <laughs> nikaipata elfu themanini nikaichangia, tukawa tumeenda wapi, Kiwila Mbeya toke okay. Hapo kwanza nikawa nimepeleka jina niende jikoni niko festi wakani cancel kwa mara <laughs> nafasi zimefanyeje? Zimeja, nikamshukuru Mungu, nilitumika tenti na nilikuwa ya nanilikwa playa awali ya enziso <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na mshukuru Mungu, nikauzulia tena. In Reach Mission ilifanyika eneo moja linaitwa Kauzeni, nakumbuka mzee ya nikauzulia ile pale na nikauzulia outreach ya Mvomelo nayo nilipeleka jina niwe jikoni, nikakanseliwa napo, wakaniambia kwamba nafasi za wanaume zimefanyaje, zimeisha. Na namshukuru Mungu sana, niliendelea kuwa chini ya preaoli, ya vizuri natumika hapo na, outreach ya Ipala nilipata neema ya kuingia sasa Nikon jikoni kama mwanaume <laughs> ko <laughs> nilivyoingia pale nilimshukuru Mungu, nikasema kama Mungu ameniita kutumika jikoni nitafanya na, na kama nitafanya basi, naomba Mungu na mimi nitokee kwenye maisha yao. Na kweli nilimwona Mungu alikuwa ananisaidia mambo mengi, na baadhi ya mitiani kama mile mbo nilikuwa na uhakika kabisa sijajibu vizuri, kupitia utulichaipana nilimwambia Mungu, nataka uchomoe hapa na nilimwona Mungu kwa viwango Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na nimeenda imarutwa nimefanya hiyo kazi, na nikiwa nimemaliza sasa chuo ni Samali nikiwa nimemaliza chuo nikamwomba Mungu kwamba Mungu, mimi chuo nimemaliza, na <coughs> kazi niliyoifanya naijua, na kupitia na kazi niliyoifanya nataka nikafanye kazi sehemu fulani ambayo nilikuwa nimechagua kwenye lunch moja iko luvu na nilipiga simu, sikufanya yaani, sijui hata yaani, yaani hakuna namna ambayo nilifanya ila nilipiga simu kwamba nakuja kufanya kazi <laughs> <laughs> Nilienda pale wakanipokea, nikafanya kazi na nikawambia, sikai kufanya kazi jumla. Nakaa miezi mingapi? Miwili, nilifanya kazi miezi miwili, nikawa nimetoka nikarudi kufanya gladu, nikaenda tena wapi? Nyumbani. Wakati niko nyumbani nikuwa nimemshirikisha brada yangu Adam jambo fulani, nikawa nipo kwenye gala, kanipigia simu akasema, bwana kuna mzee mmoja nakuhitaji sehemu fulani. Nilivyofika nyumbani sikukaa, nikageuza, nikawa nimerudi tena wapi? Ilinga kwao. Nikawa nipo nafanya kazi pale, nimekutana na watu ambao kimsingi kwenye maisha yangu sikustahili kukutana kukutana, na nimekutana na <laughs> mbunge wa Ilinga hivi meza moja mnakula chakula na kaka yake naye ni mchungaji. Yaani unajua unashangaa. Unashangaa tu kwamba hivi hapa nimefikaje. Lakini namshukuru Mungu ni wakati outreach imeelekea nikawa na mzigo sana. Nikawa naomba sana kwa ajili ya outreach. Nilikuwa nikiamka usiku naomba naomba na nasikia sana mzigo wa kuomba. Nikasikia kutoka moyoni kwamba hii outreach lazima nifanyee nifanye, ni nifanye uzuri ikawa ni kazi kazi nayoifanya pale ni kubwa, maana nilikuwa na nahusika sana kwenye mambo ya kutibu kuku na, na issue ya feed formulation. Kwa hiyo ikanibidi niombe ruhusa, nikajua labda nitazuiliwa, nikawa nimepewa ruhusa ya kuja kufanya outreach mission kwa, na mshukuru Mungu sana. Nataka nikwambie tu kwamba mwaka wa kwanza wa, wa, wa mimi ulinifundisha kitu kimoja kinaitwa unyenyekevu na wakati wa Mungu kwenye maisha. Kuna kitu unaweza ukaona kitafuta ukifanye ukang'ang'ania ukifanye. Lakini kama Mungu hajasema ufanye hutafanya. Kuna wakati ambao Mungu akikupa kwenye maisha yako kufanya jambo fulani unaweza ukalifanya kwa ubora. Sisemi kwamba nimefanya kazi nzuri ila ninachoamini kupitia kazi niliofanya kuna watu ambao niliwafundisha kuifanya. Asifiwe. Na uhakika ni kwamba niliingia sijui chochote ila nilikuwa na nia tu. Lakini nikafanya na nikaelewa baadhi ya vitu vingi. Nataka nikwambie tu kwamba Mungu ambaye anatusaidia sisi. Yaani tunaomba tu kwamba Mungu, nataka nifanye kitu fulani, na unakuta Mungu anakusaidia kufanya hicho kitu. Ni yule yule Mungu ambaye hajabadilika. Na kwako pia anaweza kufanya. Amen. Ninawaambia vijana wangu wa jikoni kwamba ukitaka kwa, yani ukitaka maombi mazuri ambayo Mungu anayasikia just uwe na reference. Yani ili Mungu akusikie uwe na kitu ambacho ukimwa ukimwambia Mungu kinamtaji. Kwamba Mungu, yani, mimi nimetoa hela, nimeenda outreach sapu moja. Anaona kabisa Mungu anaangalia sapu, anaichakata na vile ulivyopiga umishoni kwa Waislamu <laughs> Anakuja analiletisha anaona kabisa, huyu dogo hii safu ngoja, yeah. <laughs> Iende. Ndomaana mi nasema hivi, unapofanya hii kazi usifanye kama utumwa. Kazi ya Mungu mtumikie Mungu ukiwa na maana, kuna vitu unavipanga na mi, waga, najifunza kitu kimoja kwamba hivi Imagine mimi hapa ambaye nategemea nategemewa kuwa baba hata kama nipo hivi <laughs> nategemewa kuwa nani? Baba. Imagine mimi ni baba ambaye leo si mtafuti Mungu vitoto vyangu vitakuwaje? <laughs> A yani, nakuna vuta picha kwa miaka kumi ambayo inakuja sinitakuwa baba, ninajua kuanzia mwakani aa <laughs> unaiga unapiga una, una, una, una, <laughs> picha ni kama hujitoi kumtumikia Mungu, generation unayoitengeneza ni generation ambayo itakai mtumikia Mungu. Kwa sababu gani? Hata zambi ambayo naweza nikaitenda leo na watoto niliowabeba mimi wanatenda za. Kumbe uzembe ninaoweza nikaufanya leo ni uzembe ambao watoto wangu wataufanya na kile kizazi cha tatu na cha nne ambao waelewaji. <laughs> <laughs> Koo, lazima tujitoe kumtumikia Mungu. Ukito, ukijitoa kumtumikia Mungu utamwita Mungu kwa jambo lolote na Mungu atafanya. Mungu awabariki. <laughs> Ah. Babu, mambo maina ambayo naweza nikaongea. Jambo la kwanza naweza kashauri kwamba kila mmoja ana nafasi katika imani, kwamba maisha yako binafsi na Mungu yawe serious kuliko chochote. Jambo la pili, katika maisha tuna vipaumbele tofauti tofauti, kila ambacho na kipenda, jaribu yani kiongezea, yani tamani kila itapole Maisha ni ushindani na unashindana kati ya wewe wa jana na wewe wa leo. Kwa unapotamani kufika sehemu, huwezi kutoa ambacho hauna. Kwa wanapohitaji mfano unapotokea ta nafasi yote kama ni passion yako, kama nakitu, Ko, na kitu lazima kitaonekana. Kwa jiongezee thamani kwa kile unachokipenda. Kama ni kwenye masomo, weka msuli. Kama ni mtaani, ongeza ujuzi. Bwana asifiwe. Nilipomaliza 2022. Of course, ilikaa ilikaa, hapa, ilikaa Morogoro. Nikadhani tuko Morogoro tayari. Nimekaa Morogoro mwezi wa tisa, nilienda Iringa nikafanya kazi kwenye kampuni ya chini. Ilihusika na uvunaji wa gundi. By the way, nilikuwa ni kibarua malipo elfu sita kwa siku. Nilikaa miezi miwili nikarudi kwenye gradu, nafikiri mpaka mwezi wa nne. Lakini katika muda huo wote nilikuwa na passion kwamba natamani kufanya kitu zaidi ya hicho kwa sababu sikuridhika kule nilikokuwa Iringa. Na ndani yangu mimi niliamini na natamani kwenda abroad na nikamini itawezekana. Mimi nisome kwa computer science lakini opportunities kwepo. Kwa hiyo nikaamua kuongeza ujuzi baadhi kwa upande wa kilimo kwa kusoma kama vitu vitu kama hati kuna vitu kama hivyo. Nikafanya interview, nilipata internship. Mwezi wa 5 2023 tarehe 28 ndo nilienda kuanza mkataba. Paka sasa naendelea, lakini kwa sasa niko break. Kutarudi kuendelea na mkataba. Mungu abariki sana. Machache ni hayo. Amen.